Wa Kelvin Kasase ni optometria wa Dr Agarwal Eye Clinic ya Katabata na Okay, Dar es Salaam, nashukuru sana ashale hiieakaisha ini chetu cha hapo haiyao tutaenda kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa wa ukavu macho. Asa, faida ya mtazamaji, ingependa kutoa ufafanuzi juu ya ugonjwa wa ukavu macho hasa. Karibu sana, asante. Ukavu kwa macho, ukavu wa macho tunaita dry eyes. Kwa Kiingereza ni hali ya macho yanakuwa makavu na naza tukatemu Sio kama ugonjwa lakini ni kama hali fulani ambayo inajitokeza kwenye macho, kwamba macho yanakuwa makavu. Na yanapokuwa makavu, kunakuwa kuna vitu kuna ambavyo vinapelekea macho kuwa makavu na vitu hivyo ni kwamba macho yanatakiwa yawe na majimaji ambayo ni machozi. Machozi sio mpaka mtu aweze kulia na kutiririsha machozi. Machozi ni majimaji ambayo yanatengeneza tuchukulie mfano wa gris unapoweka kwenye e, komeo za mlango kwa, inakuwa inaakti kama lubricant ambayo ina, ina au kilainishi ambacho kinalainisha macho kwenye sakafu ya juu ya jicho kwa hiyo ile, yale majimaji yakiwa yayuka ya au ile sasa imekuwa pakavu, kwa inaleta hali ya macho na kwa makavu. Asante. Okay, yes. Sasa ningependa nependa kuzungumzia kisababishi haswa, kuna visababishi kadhaa, kuna ambavyo ambavyo ni common na vinajulikana, posi vinawezekana pia, kwa sababu watu wengi wanakuwa hawajui hili lakini kisababishi cha kwanza ni umri wa mtu e, mtu anapokuwa mtu anapozidi tuseme kuingia kwenye umri wa uzee, kuna baadhi ya viungo vinakuwa vinashindwa kuweza kufanya kazi vizuri. e, macho naye anakuwa ni katika pati hiyo, na anakumbwa na hicho kipindi ki, ki, ki, ki, ki. kwa hiyo kuna baadhi ya glands ambazo zinakuwa kwenye macho ambazo zinatengeneza machozi kama kila inishi zinakuwa zinafeli kutengeneza machozi ya kutosha na pia kwa sababu mtu anavyozidi kwa silipo, mtu mzima, kuna baadhi ya vitubisho naanazidi vinakuwa binakupo, vinapotea kwenye mwili, kwa hiyo navyo vinasababisha macho yaweze kuwa makavu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mazingira. Mazingira ya hali ya hewa inaweza ikawa ni hali ya hewa ambayo ina joto sana, au ikawa ni hali ya hewa ambayo ina upepo sana eh, Hivyo ni vitu ambavyo pia vinasababisha hali ya kuwa na ukavu wa macho. Sababu nyingine ni, ni, uh, ambayo inaweza ikamtokea mtu yoyote, sasa awe na umri mkubwa au mtu wa kawaida hata mtoto, ni kwamba tu zile eh, machozi yanatengenezwa na gland, na hizi gland eh, moja wapo inaitwa primo gland na nyingine inaitwa meibomian Mobi gland. Zote gland hizi zinakuwa zinasaidia kuweza kutengeneza machozi sasa grandi hizi zikifeli, aidha mojawapo kati ya hizo, tayari kunakuwa kunakupelekea mtu akawa na macho makavu. Lakini sababu nyingine uh, ambayo hii wengi huwa wana hawaijui, lakini inatokea e, ni sababu ya eh, mazingira ya kazi au mazingira ya kujifurahisha. Inapozungumzia mazingira ya kazi mazingira ya kujifurahisha, ni kwamba tume tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba kila binadamu anakuwa na tabia ya kuweza kufumba macho na kufumbua, ambao kwa Kiingereza tunaita blinking. Sasa ile blinking mara nyingi inatokea uh, involuntary maana yake ni kwamba inatokea bila wewe kuweza kuikontrol. Sasa uh, unapokuwa umeconcentrate au ume umeamua ume kutenga muda wako kwenye kazi au umeamua kutenga muda wako kwenye kitu ambacho kinakufurahisha. Awezekana ikawa ni mpira, awezekana ikawa labda unaangalia sinema eh, chochote kile, au unafanya kazi labda unatumia kompyuta kwa muda mrefu, ule muda ambao umeutenga, macho pia nayo yanakuwa triggered na ubongo, kwa hiyo ile tabia ya kufumba na kufungua ambayo tumesema tunaita blinking huwa ina stop au kusimama kwa muda huo, kuruhusu wewe uweze kutenga muda wako vizuri na kuwa na kuweza kufanya shughuli yako kwa wakati huo kwa usahihi. Sasa unakuta mtu anafanya kazi kuanzia asubuhi, kwa wengi ambao ni waajiriwa, asubuhi mpaka jioni, labda anafanya kazi benki au ni mhasibu au labda anafanya kazi kwa kwenye mashirika au kazi serikalini <coughs> anatumia kompyuta kwa muda mrefu. Kwa hiyo ili kuweza kuruhusu kuweza kuwa na muda wake mzuri wa kuweza kufanya kazi kwa umakini zaidi, macho nayo yanakuwa makavu, kwa sababu ile tabia ya kufumba macho na kufumbua inaruhusu e, ule uwezo wa majimaji ambayo tumesema ni kilainishi yanakuwa yanapakazwa kwenye sehemu ya juu ya jicho kwa sasa na, ule ule ukavu unapofumba na kufumbua kunapelekea yale majimaji ambayo yanapakaza na na kope yanakuwa hayapo, kwa hiyo jicho linakuwa liko kavu. Sababu ya nyingine ambayo ni ya mwisho, sababu hii ni kutokana sasa na baiolojia ambayo mtu ambaye amezaliwa huko, kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye macho wakati anazaliwa ilikuwa hajakamilika kwenye development au, au, e, au labda itokea kapata ajali. E, sababu mojawapo tunaita lagophthalmos, ambayo sababu hii e, kwa lugha nyepesi ni kwamba mtu anakuwa hana uwezo wa kufumba jicho likafumba kabisa, kwa likifumba, inatokea kwamba kuna baadhi ya sehemu ambayo inaacha kama upenyo kwa hiyo au nafasi ya hizi kope zake ambazo zinaruhusu kwa maana kope ndio zinafumba macho ko ile nafasi inakuwa ni kubwa na kufumba jicho. Hiyo ni sababu moja wapo, lakini sababu ya pili ni kwamba ya, mtu anapo labda amekuwa amezaliwa, lakini zile kope zake zinakuwa hazija develop vizuri, kwa hiyo mtu anakuwa na ana, aidha, aidha, siwe na kope kabisa au akawa ana kope sijajua kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaziita eyelids hizi, zinakuwa haziko aidha nusu au hazipo kabisa. Kwa hiyo jicho linakuwa liko wazi muda mrefu, na tumesema eyelids hizi ndo zinazopelekea kufumba na ku, na, zinazorahisisha kwenye kufumba na kufumbua, kupakaza yale machozi ili mtu aweze kuweza kuona. Dalili za ukavu wa macho, dalili za ukavu wa macho moja ni kama zifuatazo. Dalili ni mtu ana atahisi kama kuna mchanga kwenye macho au kuna kitu kinatembea ndani ya jicho, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, mtu anaweza akahisi muwasho, kwamba labda macho inamuwasha na, na ya, sababu nyingine ni, mara nyingi kuwasha inaweza katokea jioni, hasa kwa wale ambao inatokea kwa muda wa kazi au wanaokuwa au, wanaangalia sinema. Lakini kwa mtu ambaye labda ni kawaida labda ni mzee au nini, hiyo inaweza katokea muda wote. Dalili nyingine, mtu anaweza kuhisi jicho linachoma choma. Dalili nyingine, anaweza kuhisi jicho kama linakwaruzwa, na dalili nyingine ambayo pia inawapata watu ambao kuwa na ukavu macho kulingana na kazi au kitu ambacho kinamfurahisha ni maumivu ya kichwa, ambayo yanatokea hasa muda wa jioni au muda baada ya kufanya ile kazi kwa muda mrefu. Ya dalili ni hizo. Kwenye dalili ambazo okay, nimezitaja uoni wa mtu utabaki kwa vile vile, ila ni kwa kiasi kidogo sana, anaweza akahisi kama kuna kuna kuna kuna una uhafifu lakini inategemea sasa na ukavu wa macho kule ukavu wa mtu, wa ukavu wa macho ambao uko katika kiwango gani. Kama ni kwa kiwango kikubwa, anaweza ikahisi ikatokea hivyo, lakini hiyo mara nyingi inatokea ni mara chache so, ya watakwimu hazijawekwa kwa wazi kisa kwa sababu kesi nyingi zimefanyika kikanda, lakini kwa average ni kwamba kwa ulimwengu duniani ni watu kwa asilimia tano mpaka hamsini wanakuwa kwenye riski ya kupata mkavu wa macho na hiyo imetekwa kwa hivyo, kulingana na sababu za kijiografia. Kama mnakumbuka, tulizungumzia swala la mazingira, kuna mazingira na upepo, kuna mazingira na ukavu Wameangalia pia sababu za kazi, mazingira, wameangalia sababu pia za umri. Hiyo pia kia, ukiangalia generation yetu, vijana ni wengi kuliko wazee, kwa hiyo lazima pia kuwe kuna variation katika takwimu kwa, okay. wanaoathirika zaidi sana sana sana ni watu wazima kuanzia si miaka ishirini na kuendelea yeah. ambao watali, wanakuwa katika mazingira ya kazi na watoto hao wa ni watu sasa, ni kuanzia miaka tuseme, kuanzia miaka hamsini na kuendelea. Sasa sasa wanakuwa wa anaogea kwenye uzee au tayari ni wazee, au ndo waafrika wakubwa na wao chini ya kuanzia 20 na kuendelea, au kutokana na mazingira kutokana na mazingira ya kazi ya madhara ukavu macho ndo sana sana sana sana usiweze kwenye zile laini ambazo unazitaja. Kwa hiyo ukiwa na ukavu wa macho lazima utaisi macho na washa, lazima utaisi eh hicho tetekta kuma ah utaisi hicho na kuuza. Lakini kuna madhara ambayo yanatokea sasa kulingana na kiwango cha ule ukavu umefikia kiasi gani. Kwa mfano e, macho yanapokuwa unaisi na kuuza inaweza ikapelekea yaka yakatengeneza na kwa ruzo kwenye konea ya jicho ambacho ni kioo cha mbele cha jicho. Ko kikipata mikwaruzo, pia inaweza ikapelekea mtu akawa na uono hafifu, kwa sababu tayari kioo ambacho kiko transparent. E, kina kinaruhusu mwanga kupita kimepata mikwaruzo k, kikipata mikwaruzo inapelekea uono kuwa hafifu. Hayo ndo madhara yake. okay, matibabu yake, matibabu yake kuna kwa kuna dawa ambazo zinatolewa kwa ajili ya kudondoshea kwenye macho kuweza kuruhusu macho yaweze kupata kilainishi, na inategemea sasa na ukavu wa mtu uko dawa inaweza ikatumika kwa muda mrefu kiasi gani. Kuna wakati dawa inaweza kutumika muda mfupi, na inaweza kutumika kwa muda mrefu. Tiba nyingine ambayo nayo inaweza ikafanyika, kunakuwa kuna dawa za kumeza ambazo zinasaidia kwa uh, kiasi nacho kuweza kupunguza ukavu wa macho. Na la mwisho ambalo mimi wanapenda kulizungumza kwa wagonjwa wangu ambao wanapata changamoto kama hizi ni mtu aweze kufanya mazoezi ya kufumba macho na kufumbua, hasa kwa mtu ambaye nokaiko kazini na kitu tunakiita ambacho kinahusika na e, maana yake ni kwamba kila baada ya dakika ishirini unakuwa na sekunde zako ishirini za, za kufumba macho na kufungua mara ishirini Hiyo inasaidia mtu ambaye anakuwa kazini kwa muda mrefu e, kanza tuseme asubuhi mpaka jioni au usiku au hata ambaye anaendesha gari labda ndee kwa masafa marefu, akifanya hivyo inampelekea e, macho yake yasikose vilainishi, kwa hiyo macho yanakuwa sio makavu, kwa hata zile dalili ambazo nilikuwa nazitaja, uh, inafika wakati anakuwa azihisi tena unipesi, so, uh, zibia, sitapu, zibu. Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo, okay, ni nyepesi zaidi. Njia zipi? Njia mojawapo nimeizungumza, ambayo ni ya kufanya mazoezi ya kufumba macho na kufumbua njia uh, nyingine kwa wale ambao wanafanya kazi wa, wa notum, kwa kwa kikawaida, kwa sababu nafahm teknolojia imekuwa kwa kuna matumizi ya kompyuta vishikwambi na whatever ambao ni vifaa vya kielektroniki kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtu kama huyu eh, pia atahitaji kutumia miwani ambazo tunaziita uh, uh, zinazuia mwanga ule wa blue eh, wengi wanasifahamu kama blue cut, Eh, ule mwanga wa bluu ambao pia ni kimoja ya kisababishi cha kuweza kusababisha ukavu wa macho. Um, sana sana ni hayo, kwa sababu at the end, kwa wale ambao inakuwa ni kwa sababu ya umri, huwezi kuepuka kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea natural. Ushauri ambao nitakaoutoa ni kwamba moja ni mtu aweze kuenda kufanya vipimo na kuweza kuthibitisha je, ana ukavu au sio ukavu. Na dalili ambazo nimezitaja sio lazima zitokee zote, zinaweza mm, zikatokea baadhi kwa mtu, na tunatofautiana na mtu na mtu lakini kingine ni kwamba kwa kwa na, kwa kwa kuna baadhi ya dalili ambazo ziko kwenye ukavu macho zinaashiria zinafanana na dalili za ugonjwa magonjwa mengine ambayo yanawakumba watu kwenye macho. Kwa hiyo kuna tabia ya watu kwenda kuweza kununua dawa kwenye famasi na kwenda kutumia bila kupata kipimo ambacho ni sahihi. Hiyo ni kosa, kwa sababu hujui dawa unayoiweka. Je, hii dawa itakusaidia kwenye ukavu wa macho ambao unahisi au haitakusaidia na je, hii dawa ni ya ugonjwa mwingine au ni ya ukavu wa macho? Kwa hiyo mmoja ni kuweza kuhakikisha umefanya vipimo na kujidhihirishia kwamba kweli ulichokiona na kihisi ni sahihi au sicho n na, na, na, na, na. Watu ambao wanakuwa kwenye mazingira ya kazi wajitahidi kuona tabia ya kufumba macho na kufumbua ili waweze ku, kufanya macho waweze kuwa na maji majimaji au kilainishi ambacho ni machozi kwenye macho ili wasiweze kukumbwa na ile hali ya ukavu wa macho kufanya mazoezi ni moja ya njia rahisi sana ambayo sidhani kama mtu anaweza kashindwa ni kuhakikisha kwamba unakuwa na muda wako umeshindwa kukumbuka inawezekana kama una saa ukaweka alama kila baada ya dakika ishirini na tiki kwamba ninakuwa na sekunde za mo ishirini inakaa macho nakufungua mara ishirini. Ni kazi moja nyepesi sana, na kila mtu ataweza kuwa na amani katika swala hilo la ukavu macho. canatuna ukavu wa macho yamjenero, watu wapende kuweza kucheki afya zao za macho. Watu wengi tunasahau kuweza kuangalia afya yetu ya macho, tunafokas sana kwenye malaria na magonjwa mengine ya kawaida na magonjwa makubwa, presha, sukari, lakini tunasahau sana kwenye afya ya macho. Na kuna, kuna watu ambao tunakuwa ni wabishi, lazima nizungumze ukweli nakuanu mabishi kwa sababu tunaamini ya kwamba kila nikienda kwa macho nitaambiwa nina nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo moja, tunasema yapende macho yako, kwa sababu unapopenda macho yako inakurahisishia ya kuweza kufanya shughuli zako za kijamii. Kama ni mwanafunzi ataweza kusoma vizuri e, kama ni mfanyakazi ataweza kufanya kazi zake vizuri e, sasa so, unapokuwa uyapendi macho yako, kwa maana kwamba unajitengenezea mazingira ambayo baadaye utakuja kupata matibabu kwa gharama kubwa zaidi ambayo haitakuwa nzuri. Kwa hiyo tunasema ukiweza kuwa na tabia ya kuweza kuangalia macho yako mara na kwa mara, nafikiri inakuwa ni na vizuri zaidi kuweza kuweza kujiweka kuweza katika mazingira sahihi na salama zaidi, ili uendelee kulinda na kudumisha uono wako ambao mzuri zaidi. Kwa hiyo mimi ningependa kuzungumzia hayo lakini suala la ukavu wa macho, watu waweze kustiki kwenye ile ambayo tunaweza kuyazungumza hapo mwanzo, na mambo mengine yatakuwa yako salama zaidi. Cha okay. Mm -hmm. Kuongezea nafikiri kwa kiasi kikubwa nimezungumza mambo mengi, na ninamezungumzia mambo mengi kwa hiyo ambayo nimezungumza. kwa hiyo ningetamani watu waweze kuweza pia e, watakaweza kusikiliza ujumbe huu basi waweze kutilia manani na kuweza kufanyia kazi e, na watu waweze kuyapenda macho yao. Na sisi kama Dr Agarwal tuko hapa kwa kuhudumia na tunawakaribishani sana katika vituo vyetu vyote ambavyo tunapatikana Dar es Salaam pamoja na, na, na, na kituo cha Mwanza. Kwa hiyo tuko hapa, tuko tayari kuwahudumia, na mtapata matokeo mazuri, na mambo mengine yataendelea kuzidi kufahamiana, kujulishana na kuweza kufatilia e, afya yako ya macho na ni nzuri zaidi, ndio kuwa sawa na kuweka maisha yako yasefu uweze kufanya kazi zako vizuri, uweze kuinjoi maisha. Asante, asante, asante.